Na baadhi ya watu ambao hawatambui nafasi ya lugha katika jamii, anasema lugha ya Kiswahili, watu hao huiona lugha kama kitu cha kawaida na hawawezi kupata muda wao ili waweze kufikiri kwamba bila lugha ya Kiswahili watu hawawezi kuelewana kabisa, hasa hasa wa Afrika kwa ujumla. Ikiwa lugha ya Kiswahili imechaguliwa kuwa ya kwanza kwa kutumia hapa barani Afrika na wewe hutaki kujifunza lugha hiyo eti wewe unajiuliza, <laughs> yuko mtu wa namna gani? <laughs> Mimi ninawashawishi kabisa watu wote ambao wanaishi hapa Afrika, mjifunze lugha ya Kiswahili kwa kuwa mtakuwa mnafanikiwa katika siku za usoni, na kuna habari ambazo niliwahi ni, ni, ni kupata kwamba uh, pale Ujerumani Uingereza, na, na pamoja na Marekani, Marekani, hapo pote wanajifunza lugha ya Kiswahili na wewe muafrika utake kujifunza lugha ya Kiswahili? <laughs> ah, nenda ukamuuliza Joramu Mkumbi yeye amedurusu, ame, ame, ame, ame amedurusu, amedalisi, ame akafanya utafiti ili aweze kuongeza misamiati ya lugha hiyo, kwa kuwa naona Waswahili wengi walipatwa na kasumba ya ku, ku, kupata maneno kutoka lugha ya kimombo wakaiongeza katika lugha ya Kiswahili, lakini yeye alipata uamuzi, al, aliamua kugombana na hayo, kupambana na hayo. Kuna kauli moja alipata kusema, nikaipenda, ikiwa mimi ni mtu na napambania chakula, napambania cha kunywa, napambania cha kulala, mimi ni mtu wa aina gani? Ni nina tofauti gani na mnyama? Kwa hiyo sisi wote lazima tu tudaliji tu, tu, tu yani tupange mipango yetu yote kwa utaratibu na tudurusu eh tuta, tutaalamike. Ukaweza kutaalamika unaweza talamika ni namna ya, ya, ya, ya kuwa mtaalamu. Eh, ndiyo kabisa. Ninyi wote na washawishi kutaali, kutaali ni kujenga kumbukumbu -kumbu. Eh, asante sana